Naam, tunaendelea mbele ambapo tukisonga mbele katika taarifa yetu kwamba waziri wa fedha katika serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi Lawrence Rweria amewasilisha bajeti ya mwaka wa kifedha 2025, 2026, ya bajeti wa kifedha 2026 mbele ya bunge la kaunti, bajeti inayokadiriwa kugharimu shilingi bilioni 6.8. Kwa mujibu wa Rweria, bajeti hiyo imelenga kuboresha huduma muhimu kwa wananchi ikiwemo sekta ya afya, elimu, miundombinu ya barabara na uwezeshaji wa vijana na, hata hivyo licha ya o bajeti hiyo imezua mgawanyiko mkubwa miongoni mwa wawakilishi wadi. Kundi moja linapinga vikali bajeti hiyo likidai kuwa maeneo yao hayajazingatiwa katika mgao wa miradi na rasilimali. Wamedai kuwa baadhi ya wadi zimeachwa nyuma, jambo ambalo linaendeleza hali ya kutengwa kimaendeleo. Budget highlights, na tumefanya uh, uh, uh, waziri amesoma ile za budget. Mimi nimeisikiza kwa makini sana nikiwa naandika nikiwa naona kama kuna tofauti, lakini ile budget, ni ile wananchi wamekataa, ni ile ni mimi mwenyewe nimekataa, sivyo? Na wangapi wengine wamekataa, lakini mimi nimekataa kwa sababu mimi kama kawaida nimesimama na mwananchi wa, Tharaka Nithi county. Hii budget si budget inaambatana ina, ina na matakwa ya wananchi, kwa hivyo ningeomba hata ikikuja kwa sababu sasa kuna ile siku ya kuiangalia vizuri, kama kama members tuiongelelee sasa. Ukiangalia kama hii building aina hii alafu uang, uangalie ile mipangilio iliyoko, hata ukienda kwa nyumba ya wenye wanatu wenye wanatutengeneza wanaleta mbele mpesa za aina hii kwao, hata nyumba ya ng'ombe hata nyumba ya kuku ukienda kama kwa his excellency the governor hata wati yake wa kuvuna kahawa wanalala nyumba mzuri kuliko hii assembly tunapitishia sheria hapa kidogo, hapa Tharaka Nithi, ya kwamba MCS kuna pesa fulani wamepatiwa ndio waongwe waweze kupitisha ile budget. Na mimi kama mheshimiwa Marengo naweza sema kwamba sina uhakika na hiyo maneno, kwa sababu hakuna pesa yote mimi nimepewa ama nimeipata kutoka upande wote. Angalia hiyo budget vile ilikuja, tutaangalia committee wametupea nini na tena tutaangalia hata wananchi ile memoranda wameleta zile memoranda zinasema nini, hizo zote ndio itatu, itatu guide vile tutakuja na bajeti. Kwa hivyo mimi ile kitu naomba watu wetu, watu wasitishwe na kuanza kuambiwa watu wanapewa pesa na la bunge.